Unajua, nikawa na naangalia na pia namna ambavyo Diamond walienda kumtunza Jukes na Priscilla pale, alafu baada ya hapo wakapewa mic. Unajua, wasanii tofauti tofauti pale walikuwa wanaimba. Nilimuona Mario pia aliimba, alafu Zuchu alikuwa anaimba pia. Sasa unajua, Zuchu alikuwa anapiga taarabu, zile taarabu taarabu ya mamake ile mm, uh, alikupa anapiga vijembe mm. Unajua vijembe fulani ambavyo anamwimbia Diamond kama kwanza, kuna, kuna ambayo alikupa anamwimbia kwamba Diamond yani ampe nini yani kama mpenzi sindio, lakini kuna ile kwamba mi mtoto wa mjini huyu nimeshamchukua sijui atafanya nanini na nini. Inaonekana kama kuna salamu anazituma sehemu miksa tetesi zilizokuwa siku za karibuni hapa hiyo, so, ni kama kawaida yake hmm. Ukimpa kipaza ukimpa nafasi na muda wa kuwalipua, amekuwa na utaratibu wa kuwalipua sana kupitia taarabu. E, ni kama anatuma ujumbe. Kwa hiyo e, Zucho amekuwa ni mtu wa namna hiyo sana. Napotokea labda kuna shughuli kibaokata hivi, kuna nini, kuna shughuli, ukimpa kipaza basi, lazima katika matamshi yake pale atawalipualipua sana wale wapembeni pembeni wale. Kwa hiyo ni, ni utaratibu ambao amekuwa nao, anasema pale bwana anatakwa na wengi mm. Ila yeye ah, kafanyaje? Kamtuliza <laughs> Hmm, kweli kweli, atapiga <laughs> simu tena Zuchu kwa makini <laughs> alafu pia uh, kitu kingine ni naril ril bana, unajua naril na sio mtu wa mapatipati, kutoka ajaonekana sana, so kwenye arobaini pale kuonekana imekuwa ni kitu fulani sana, watu wamevutiwa. Alafu alikaa karibu na Diamond, kuna kama Diamond akawa anacheza zile zile vile vibao kata vinavyopigwa mm. pale, mchizi akawa ametulia kama, namwangalia jamaa, nimeona akiwa nasifiwa sana kwamba jamaa mtu mkubwa, naona komenti ya dada mmoja ivyosema na ril ana aiba Hmm. ya wanaume unajua, wanawake kufuatilia hawapendi mtu yani, kwenye shughuli <laughs> yani unapenda mtu kuu <laughs> <laughs> yani, mtu katulia yani, jamani ile alivyokuwa katulia yani, hmm.